Tusiende, tunasema tunasemasema tu, hapana, tuwe na sababu kwa nini tunafanya hivyo, yawepo hayo ya ukweli kabisa ambayo ndo tunaenda kuyatangaza na ili tuyapate hayo, kama nilivyosema, lazima tuisikie sauti ya Mungu toka katika neno lake. Mtakutana na watu wengi sana ambao wanakuja kwenu, wanasema hili, wanasema lile, wanakuja na ya kwao. Tuwe waangalifu hapo, tizame ni nani anatuambia na ni nini anachotuambia. Sasa wakati mwingine katika neno hilo dini, katika neno hilo kanisa, tunaanza kupayuka na kuyasema mengi sana, lakini si kweli, na badala yake yanakuja kuleta maneno ya vurugu. Hao wanaongoza na mwili ndo baadaye watakuja kusemwa kama hao ambao wameakalia haya ya kiulimwengu hapa, kumbe wataongozwa na hizo nguvu za kiulimwengu hapa. Lakini ukifikiri kwamba wewe kweli unamshuhudia na unaamini utakuwa na jidangani kwa sababu ndo tachukuliwa na hayo ambayo ni ya tamaa, kumbe utakuwa na yasema mengine. Sio kwa sababu nataka kumsema huyo fisi, lakini kwa sababu yako huyo mwenyewe, hayo ya hasira ambayo ndio atakuwa na kuongoza ni ya mwili, hayo hayo ya vurugu atatuzungumza na mengine yote ambayo ni madhambi.